Bwana Yesu asifiwe, mpendo wangu, kwa jina naitwa Hans, so na siku ya leo ningependa kukukaribisha uh, ambapo tunakwenda kujifunza uh, uh, mada ambayo uh, kidogo inafikirisha, kidogo ni ngumu, lakini naamini kwamba lugha tutakayokwenda kutumia tutatumia lugha nyepesi zaidi ambayo kila mmoja wetu atakwenda kuelewa kwa urahisi, na naamini mwisho wa siku utajifunza kitu. Karibu sana. Sasa siku ya leo ningependa tujadili tu, uh, uh, stori ama hadithi ambayo iko kwenye Bibilia, na hadithi hii inapatikana kwenye kitabu cha Ayubu. Nadhani wengi tunafahamu stori ya Ayubu. Ayubu alikuwa ni mtumishi wa Mungu ambaye alikuwa ni eh, ni mcha Mungu sana. Ayubu alikuwa ni mtu ambaye moyo wake wote, muda wake wote, kila kitu alikitoa kwa Mungu. Sasa unaposoma stori ya Ayubu uh, sura ile ya kwanza na ya pili uh, inaeleza uh, namna ambavyo Ayubu alikuwa amebarikiwa sana, alibarikiwa kwa mali, alibarikiwa kwa kila kitu. Sasa Ayubu alikuwa na watoto, alikuwa na mali nyingi, na watoto wake walikuwa ni watu ambao walikuwa wakipenda kukutana kwa ajili ya ya wakikutana kwa ajili ya kufurahi pamoja. Baada ya wao kukutana, Ayubu alikuwa na utaratibu wa kuwatakasa na alikuwa na utaratibu wa kutoa sadaka ya kuteketeza, kwa sababu anaamini kwenye kukutana kwao, kwenye kuzungumza kwao, na namna fulani aliamini inawezekana labda walikuwa wanamkosea Mungu kwa namna moja ama nyingine. Sasa yeye alifanya vile ili eh, namna ya kama ya kuwaombea msamaha au kuwatakasa mbele za Mungu. Amen. Sasa unaposoma sura ile ya kwanza inaelezea zaidi kuhusu familia yake na namna ambavyo Ayubu alikuwa anamcha Mungu, lakini um, unaposoma kwanzia ya mstari ule wa kumi na moja kumi na mbili sana sana inaelezea namna ambavyo Shetani alikutana na Mungu. Kwenye kukutana na Mungu alimwambia Mungu, kwa amini, Mungu alimuuliza Shetani kwamba umemwona mtumishi wangu Ayubu ambaye ni mcha Mungu ambaye hajawahi kukosa hajawahi ku kunitenda kosa na nini. Lakini shetani akamwambia Mungu kwamba inawezekana Ayubu anafanya hivi kwa sababu haujawahi kum, hajawahi kupitia uh, magumu, hajawahi kupitia changamoto ambayo itamfanya yeye ya kuasi. Kwa hiyo akajaribu kum, kumwambia Mungu kwamba uh, mpitishe kwenye wakati mgumu uone kama Ayubu hatokuasi. Huo ni ule mstari wa kumi na mbili na tunaona kwamba Mungu alitoa ruhusa kwa Shetani, akamwambia basi, e, jaribu kumpa mapigo, lakini usimguse yeye mwenyewe. Ndipo shetani akaondoka zake kwenda kumjaribu Ayubu kupitia mali zake, kupitia familia yake, ili tu ajaribu kuprove kwa Mungu au ajaribu kuthibitisha kwa Mungu kwamba Ayubu alikuwa akimtumikia Mungu kwa uaminifu kwa sababu tu ya mali zake. <tune> na baada ya haya yote, tunasoma ukiendelea pale, tunasoma kwamba shetani alikwenda kumjaribu Ayubu na Ayubu alipata mapigo mengi, ikiwemo kupoteza sehemu ya mali zake, kupoteza familia yake, watoto wake na nini wakafa. Lakini pamoja na magumu yote ambayo Ayubu alipitia, hakuwahi um, kubadilisha mawazo yake, hakuwahi kubadilisha mtazamo wake kuhusu Mungu. Hakuwahi kumtenda kosa hata mmoja Mungu. Bado Ayubu imani yake ilikuwa kwa Mungu. Bado Ayubu aliendelea kuishi akimwamini Mungu. Bado Ayubu imani yake ilikuwa thabiti mbele za Mungu. Sasa, pamoja na haya yote uh, unapoendelea sura ile ya pili inaelezea ambapo iliendele hayo um, mateso yaliendelea, na sura ile ya pili mstari wa sita anasema Shetani alirudi tena kwa Mungu, akajaribu tena kumshawishi Mungu kwa mara nyingine. Pamoja na haya yote, Mungu bado alikuwa ana, ana, ana, anaona Ayubu hajawahi kumtenda lolote. Shetani akarudi tena kwa Mungu akamwambia, nadhani haya yote Ayubu hajakukosea kwa sababu tu uh, yeye hujamgusa yeye, umemwacha salama. Mungu akatoa tena ruhusa kwa mara nyingine tena, akamwambia Shetani, basi unamfahamu un, una Ayubu nakampa na, na ruhusa kwamba unaweza kum, kum, kum, kumfanyia Ayubu vile ambapo unahisi kitamfanya arudi nyuma kiimani, lakini mwachie uhai wake. Hayo ndo maneno ambayo Mungu alimwambia Shetani, na Shetani akaondoka akaenda. Na pigo la kwanza ambalo tunaliona kwa Ayubu ni kwamba Ayubu alipitia pigo la majipo, akapitia mapigo mengi sana mpaka ikafika sehemu mke um, wake akaanza kumwambia kwamba ok, ni kama mke wake akaanza kurudi nyuma kiimani, akaanza kumwona kwamba ok, huyo Mungu ambaye kila siku unamwamini kila siku unamsungudia na kumtegemea, inakuwaje anaruhusu haya yote yatokee okay. Lakini bado Ayubu alisimama thabiti katika imani yake. Hilo ni funzo kubwa sana tunalipata siku. Kwa Abraham yeye um, kwanza tunafahamu kwamba Abraham na mke wake wali walichelewa sana kujali, walichelewa sana ku kupata mtoto kama tunavyofahamu. Sitapenda sana kuenda kurudi kwenye hiyo stori, nadhani wengi tunaifahamu hiyo stori, lakini Abraham yeye alijaribiwa kumtoa mtoto wake sadaka, lakini kitu ambacho Abraham yeye naye alikuwa na imani kubwa sana kwa Mungu. Abraham hakujifikiria mara mbili alipoambiwa amtoe mtoto wake, alikwenda moja kwa moja, akawa tayari kumtoa mtoto wake, lakini mwisho wa siku Mungu ali alimuonyesha uh, kitu kingine badala ya mtoto wake kutoa wa sadaka. Sasa hiyo ni stori ambayo naamini wengi wetu tunaifahamu. Swali langu kubwa ambalo leo ningependa ni tulijadili pamoja au tujiulize sisi kama wasomaji wa Biblia, pamoja na kwamba Mungu anatupenda sana hatuna shaka na upendo wa Mungu katika maisha yetu, lakini ni kwa nini Mungu anaruhusu tupitie magumu? Ni kwa nini Mungu anaruhusu tuteseke? Nafahamu wewe mtazamaji wangu unaamini kabisa kwamba Mungu anakupenda, lakini swali kubwa la kujiuliza ni kwa nini Mungu anaruhusu upitie hicho unachokipitia? Sasa jua unapitia magumu, lakini ni kwa nini Mungu anaruhusu upitie hayo unayapitia? Sasa leo ndo nataka tu au uh, natamani uh, leo natamani sana tujadili kuhusu, so, kwa nini Mungu naruhusu tupitie magumu japokuwa tunafahamu kwamba Mungu anatupenda sana, lakini mimi nimejaribu kufanya research yangu ndogo, na nikaja na majibu haya machache. Kwanza ni kutuimarisha kiimani, kutuimarisha kiimani. Maana yangu hasa hapa ni kwamba tunapopitia mambo magumu katika maisha yetu, ni jambo ambalo linakuja kutuimarisha zaidi kwenye imani yetu. Nadhani tunafahamu wapo ndugu zetu ambao kwa namna moja ama nyingine walipitia fase um, fulani vya maisha ambayo ilikuwa ni ngumu sana, wengine hadi kufika, ndugu, kukata tamaa kuswa ya yeah. Wapo ambao waliumwa, tunafahamu, ipo mifano hata kama sio kwako, lakini siamini, naamini na ndugu yako na rafiki yako ambaye ashawahi kuumwa sana Uh, ushaisikia mifano ya watu ambao walishaikuumwa sana, wengine walisha katiwa hadi tamaa na ndugu zao, wakidhani kwamba da huyu sasa basi tunampoteza, lakini waliamka. Waliamka sasa, niambie unapopitia hali ngumu, iwe kuumwa, iwe hali ngumu ya kiuchumi, iwe hali mbaya Yes, kama nilivyosema ya kiafya eh, hali mbaya ya kimahusiano, unapovuka um, hiyo hatua na kufanikiwa kwenda hatua nyingine, maana yake ni kwamba unakuwa umeimarika yes, lakini uh, maana yangu hapa ninaposema kuimarika kiimani maana yake ni kwamba imani yako inakuwa thabiti, kwa sababu tunapokuwa tunapitia magumu tukumbuke kuna wale wenzetu ambao wanakuwa wanatucheka anaku kwamba ah, okoka, pamoja na napu... kuokoka pamoja na kumpenda Mungu na kuomba kila siku lakini inakuwaje unapitia haya sasa, okay? kama, kama mtu ambaye unamwamini Mungu, kama mtu ambaye unaishi ukimtegemea Mungu, unaweza kusimama kikuo mbele na kumwambia kwamba nilipitia hili lakini Mungu ameniimarisha kiimani, na naamini hiyo itakuwa ni moja ya sababu kubwa ya wewe kusimama imara na kusema kwamba hakika huyu ni Mungu aliyetenda haya. Kwa hiyo kama nilivyosema imani yako inakuwa thabiti sana baada ya kupitia magumu, baada ya kupitia uh, mambo ambayo wengine wana, wawaw, inasababisha labda wengine wa kucheka au inasababisha labda imani yako kidogo, uh, inawezekana labda ikayumba, lakini wewe unaposimama thabiti inakuimarisha kiimani. Kuna huu usemi mmoja maarufu sana unasema What doesn't kill you, makes you stronger ama kisicho kuua kinakuimarisha. Maana yake ni kwamba unapopitia magumu na unapoyavuka yale magumu, unakuwa umeimarika zaidi kiimani, unakuwa imara zaidi kwenye imani yako. Kwa hiyo hiyo ni point, uh, moja ya pointi au uh, hiyo ni pointi uh, muhimu sana kwamba unapopitia magumu, maana yake ni kwamba unaimarishwa kiimani. Lakini pointi ya pili inaendana na hiyo, kwangu mimi nadhani unapopitia magumu Um, ni nafasi yako ya kuji evaluate ni nafasi yako ya kujipima, ni kwa namna gani unampenda Mungu, kwa sababu usipopitia magumu, e kila siku mambo akiwa kwako kwa ni, ni mstari tu, anasema mambo yanakuwa ni mazuri tu, huna changamoto. Je, utajuaje unampenda Mungu kwa kiasi gani? Sasa unapopitia magumu, ni nafasi yako ya kujipima kwamba okay, so mimi kumbe nampenda Mungu kwa kiwango hichi, kumbe mimi namwamini Mungu kwa kiwango hichi. Sasa um, unapopitia magumu ni nafasi ya wewe pia kujua ni kwa namna gani unampenda. Lakini kitu kingine kikubwa kabisa ambacho nataka nikuambie siku ya leo ni kwamba huwe na uhakika kabisa kwamba Mungu anapokuletea jaribu, Mungu anapokuletea jaribu, unapopitia magumu, maana yake unapopitia magumu, magonjwa, eh, changamoto mbalimbali za maisha unapopata majaribu jua kabisa kwamba Mungu hawezi kukupa jaribu ambalo ni juu ya uwezo wako. Kila jaribu unalopewa jua kabisa kwamba jaribu hili liko ndani ya uwezo wangu, ni namna tu ya wewe kuamka na kuanza kushindana na hilo jaribu. Ipo njia ya kutokea, ukiamini. Kwa hiyo ombi langu siku ya leo ni kila jaribu unalopitia, kila gumu unalopitia, Mungu akapati kukupa ushuhuda, na wale wanaokunyoshea vidole wala wanaokucheka, wala wanaokudharau, wala wanaokukejeli, Mungu akawaguse, ili wakapate kuona pale Mungu atakapokuinua na wao wakamrudie Mungu, na watakaposimama wakapate kusema kwamba tumemwona Mungu kupitia maisha yaku, tumemwona Mungu akifanya kazi kupitia maisha yaku. Hilo ndio somo la leo ambalo ningependa tutushiriki pamoja.